Ni katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye kata ya Nsololo wilayani hapa ya kusikiliza na kutatua changamoto za wananchi wa kata hiyo na ile ya Goweko, ambapo changamoto ya utelekezwaji wa miradi ya barabara ikaibuliwa, jambo ambalo likamfanya mkuu wa wilaya ya Uyui Bwana Muhamedi Mtulia kwaku kutaka kujiridhisha juu ya tuhuma hizo. Sasa hivi kuna gari ambazo zinatoka Dodoma semi zinaleta mizigo hapa Nsololo na Goweko, lakini ukiangalia barabara yake sio nzuri, tulikuwa tunaomba hayo mmeashughulikie. Meneja wa TARURA iko wapi? Wakandarasi nimekuambia waje, wako wapi? Mi ni injinia wa kampuni haya. Sasa mi niambie, barabara unakabidhi lini? kwa kwa mujibu wa mkataba natakani nikabidhi tarehe 26 mwezi wa pili. Sasa hivi upo site? Sasa hivi nipo site, ndio nimesimama. Mwakilishi wa wananchi diwani naomba majibu. yupo site huyu? Hayupo site yeye. Baada ya uthibitisho huo uliotolewa na TARURA pamoja na wananchi, mkuu wa wilaya ya Bwana Mohamed Mtuliakwaku anatoa kauli ya serikali dhidi ya mkandarasi huyu na wengine wanaodaiwa kutelekeza miradi mingine ya umma kutokana na kuto kuwepo kazini. Tumemwandikia barua ya kumkumbusha kurudi kazini, tukamwongezea muda. Sasa maelekezo yangu kwanza, takukuru waweze kumfanyia mahojiano la kwanza. Kwa hiyo nitaendelea kumshikilia huyu mpaka mkurugenzi mkuu wa hiyo kampuni atakapokuja, aje anithibitishie kwamba lini ananikabidhi barabara ili wananchi muweze kunufaika. Wakandarasi wote waliopata miradi kwenye wilaya ya Uyui waweze kuripoti siku ya Jumatatu kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya kwa sababu fedha zimelipwa. Aidha, kwa niaba ya wananchi wa kata ya Nsololo na Goweko, mbunge wa jimbo la Igalula mheshimiwa Juma Kawamba anatoa ushauri wa uhakiki wa sifa halisi za wakandarasi kabla ya kupewa kazi. Wakandarasi hawa wakija kwenye kata zetu tujitahidi, ikiwezekana, mheshimiwa diwani, tuwe tunapata mikataba yao na tuwe tunaangalia vifaa vyao, kweli wana sifa ya kufanya kazi huku kwetu wasio wanatuchezea tu, wanakuja wanachukua pesa, siku mbili tatu wanaondoka, afsi tutabaki na shida, zinabakia hivyo kila siku. Sisi hatutokuwa tunawakubali wakandarasi, wakandarasi wa wabaishaji kwenye jimbo letu. Ni katika mkutano wa hadhara wa kusikiliza na kutatua changamoto za wananchi wa kata ya Nsololo na Goweko zilizopo hapa wilaya ya Uyui. Kutoka Tabora, Apollo Benjamin, ITV.